Na Yesu asifiwe. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa muda huu na wakati huu, asante wa kwa muda huu, asante kwa watoto wako mahali kokote na mataifa yote, nikiituma damu ya Yesu na makombora kutoka mbinguni yakizima yakibomoa kila silaha za Ibilisi. Ni wakati wa ushindi wako Mungu sasa na hata milele, wewe kujulikana, wewe kuponya, wewe kutenda na wewe kufunua kila aina uovu uliojificha kuwafunga wanadamu wasije wakakujua wewe. Ninapiga miungu ya kuzimu, ninampiga mungu wa dunia hii na kunywesha damu ya Yesu, kumfanya awe taira awe kichaa na, na matawi yake na branchi zake zote kwa majina yote katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa mwili. Bwana Yesu asifiwe. Shalom, shalom imechelewa kidogo sababu ya vitu vichache, lakini hamna tatizo. Bwana Yesu asifiwe. Uh, kichwa cha somo cha kwanza kinasema mungu wa dunia hii, mungu wa dunia hii, tofauti ya mungu wa dunia hii, tofauti ya mungu wa kuzimu, tofauti ya mungu wa mbinguni. Hawa wote wanakuhitaji wewe. Ni vizuri ujue na uelewe. Bila kumjua huyu Mungu wa dunia hii yukoje, atakuteka. Bila kumjua Mungu wa kuzimu yukoje, atakuteka. Bila kumjua Mungu wa mbinguni, unaweza usimjue ukatekwa na Mungu wa dunia hii na Mungu wa kuzimu. Ni mapenzi yake Mungu wa mbinguni akupate wewe ndio maana amekuumba. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa kujua na kutokujua, kuna mambo yaliyofichika. Ninajua mnampenda sana Mungu na mara nyingi amekuwa akiniambia, watoto wangu wananipenda, mataifa mbalimbali mbali. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mmoja yupo katika nchi ya Gana, mda huu, nakuzungumza, nampenda sana Mungu lakini yuko na mungu wa dunia hii. Sasa takufundisha Ukapate kumjua Mungu wa dunia hii na umtofautishe na Mungu wa mbinguni, pasipo kujua ukiabuatu. Neno la Mungu lasema: kwa sababu hiyo, kwa kuwa tuna huduma hii, kwa jinsi tulivyopata rehema, hatulegei, lakini tumekataa mambo ya aibu yaliyositirika, wala hatuenendi kwa hila, wala kuangana neno la Mungu na uongo, bali kwa kuidhihirisha iliyo kweli, twajionyesha kuwa na haki sabiri za watu zikitushuhudia mbele za Mungu, lakini kwa ajili yetu imestirika na imestirika kwa hao wanaopotea, ambao ndani yao mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasiamini, isiwazukie nuru ya injili wa wake, ya utukufu wake Kristo aliye sura ya Mungu yake Mungu. Kwa maana hatujihubiri wenyewe, bali Kristo Yesu kwa kuwa ni Bwana, na sisi wenyewe kwa kuwa tuwatumishi wenu kwa ajili ya Yesu. Kwa kuwa Mungu alisema nuru itang'aa toka gizani, ndiye aliyeng'aa mioyoni mwetu atupe nuru ya elimu ya utukufu wa Mungu katika uso wa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Naposoma neno nasema, kuna watu wanapotea fuata injili yenye kuchanganya na uongo, na wapo wahubiri mbalimbali katika dunia hii wanahubiri na wengine wanampenda Mungu, lakini kwa ile kuchanganya uongo tu, tayari wanakuwa hawamtumikii Mungu wa mbinguni, bali wanamtumikia Mungu wa dunia hii. Mungu wa dunia hii ninaposema kwanza, ukisikia kuna Mungu wa kuzimu, Mungu wa dunia hii, Mungu wa mbinguni taka ujue kwanza, yuko Mungu aliyeumba kila kitu. Huyu ndio anapaswa kuabudiwa. Huyu mungu wa dunia na mungu wa kuzimu lao ni limoja, wanataka kujifanya wao wameumba dunia, wanataka kujifanya wameumba milima. Inaweza ikatokea hata mtu akajifanya ni mungu kwa mungu wa dunia hii akijifananisha na Mwenyezi Mungu aliyeumba dunia ni vibaya sana. Mimi mwenyewe nampenda Mungu, lakini nilisha mwabudu huyu mungu wa dunia hii. Kwa neema yake Kristo mwenye sura kama ya Mungu nikaijua kweli, ikanitoa kwenye mungu wa dunia hii. Niliomba sala Baba yetu liye mbinguni, lisema neema Bwana Yesu iende na weli, soma Zaburi, lakini kumbe nilikuwa chini ya mungu wa dunia hii. Laiti angekuja Yesu ambaye ndiye njia ya uzima na kweli, hakika ni kweli. Lakini kwa neema yake nimeokolewa na wewe, kwa neema yake tume Paulo anasema wakiifuata namna injili ya namna nyingine wakapotee. Sasa amenituma Mwenyezi Mungu, ninamjua ananijua kwa neema yake ninamjua, ndo maana simtaki mungu wa dunia hii, wala siwezi kumwabudu wala mungu wa kuzimu. Na nikutofautishie uweze kuwachua na kuelewa, kwa sababu unaweza ukawa unasema miungu miungu, lakini kumbe wewe mwenyewe una miungu. Bwana Yesu asifi. Pale popote mtu anapokataa injili ya kweli tayari